Zanzibar, wilaya ya Mjini. Wafanyakazi wa vikundi vya kujitolea walioajiriwa katika baraza la manispaa wamelalamikia ugumu wa kazi wanazozifanya wa kuwa hazilingani na maslahi wanayopata, licha ya kufungishwa mikataba. Taarifa ya Adi Amani inasomwa na Hafsa Zubeir. Wakitoa wa malalamiko hayo mbele ya waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na idara maalum heshima Haji Omar Kheri, wanavikundi hao wamesema katika utekelezaji wa kazi zao wanakabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo kulipwa mishahara isiyolingana na kazi wanazozifanya kwanza, kwanza, Mshahara mdogo, hatuna, kua, shimoni, hamfanyiki, hatuna. Katika kikao hicho Mheshimiwa Haji Omar Kheri ameutaka uongozi wa baraza la manispaa kuangalia kwa makini masilahi ya wa wafanyakazi kujitolea ambao wana waajiri ili kwenda sambamba na sheria za mikataba anayowapa. kati huo, Waziri Haji Kheri amewataka watendaji wa baraza hilo kubadilika katika kutekeleza huduma za usafi ili kuweza kufikia katika hatua ya jiji inayotarajiwa kuanzishwa kwa lengo la kuongeza maendeleo ya taifa la, iso, Mheshimiwa Haji ametoa ufafanuzi huo kwa nyakati tofauti alipokuwa akizungumza na wanavikundi walioajiriwa manispaa pamoja na kikao alichozungumza na wafanyakazi wa baraza hili nakukabiliana na tatizo la uimarishaji wa mji wa Zanzibar. Hafsa wa ZBC.